Mara nyingi tunafahamu kwamba kwa kazi sasa, unajua mumda mwingine inakuwa ni drive ya kuweza kutuma, inakuwa ni kuweza kutuma katika hizi platforms tofauti tofauti ulizonazo. Sasa kuna hii application ambayo itaweza kukusaidia wewe kuweza kutuma files across platforms yote ile, aidha unatumia MacBook, aidha unatumia Windows, aidha unatumia iPhone, aidha unatumia Android, unaweza kutuma files across hizo platforms. Lakini kikubwa zaidi, hakikisha devices zako zote ziko connected kwenye wifi moja, ili uweze kufanya kitu hicho. Sasa hii application inaitwa LocalSend, na utaipata kwenye App Store au Play Store kwenye hizo simu za Android au iPhone, au kwenye kompyuta zetu za Windows utaingia kwenye website LocalSend then utaweza kudownload the application kwenye kila platform inapatikana hii application na hii application ni bure ulipi pesa yoyote ile kwa hiyo baada ya kudownload application hii ifungue application hii na hakikisha kompyuta yako au kompyuta zako ziko connected kwenye wifi moja ili ziweze kuwa discoverable katika hii application. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, kama unataka kutuma file kutoka kwenye Windows, utaweza kuselect file lako then utabonyeza send, utaona jina pale pia la kompyuta nyingine, au kama unataka kutuma file kutoka kwenye MacBook, utaweza kuchagua pale send then utaweka file lako then utaweza kusend katika device nyingine. Kama iko connected kwenye wifi, itaweza kudisplay pale ni rahisi sana na application hii itaweza kukusaidia kufanya kitu hicho. Application hii ni rahisi sana kuitumia na application hii inaitwa LocalSend. Kwa hiyo jaribu kui download, then niandikia hapo chini kwenye comment section, je, ina manufaa makubwa sana katika kazi zako, na pia usisahau kunifollow, like na kushare kwa rafiki zako na familia. Till the next one. Peace out.